Sema lau kuwa nyinyi mnazimiliki hazina na rehma za Mola wangu mlezi, basi hapana shaka mgelizuia kuzitumia kwa ajili ya kuhofu, na mwanadamu tangu hapo tabia yake ni mchoyo. wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayinat fas'al bani israa Idh jaahum faqala lahu Firaun inni laazunnuka ya Musa mas'hura. Na kwa yakini tulimpa Musa ishara tisa zilizo wazi. Waulize wana wa Israeli alipowafikia. Na Firauni akawaambia

Wewe unajua bila shaka kuwa haya hakuyateremsha ila Mola Mlezi wa mbingu na ardhi, ili kuwa ni ushahidi wa kuonekana na hakika mimi bila shaka nakuona wewe Firauni kuwa umekwisha angamia. Fa arada an yastafizahum min al-ard faagraqnahu wa man maahu jami'an basi Firauni akataka kuwafukuza katika nchi. Kwa hivyo tukamzamisha yeye na waliokuwa pamoja naye wote. Wa kulna min ba'dihi li bani Israila skunu al-ardh fa idha jaa wa'du al-akhirati jina bikum lafifa na tukawaambia baada yake wana wa Israeli, kaeni katika nchi. Itakapokuja ahadi ya akhira, tutakuleteni nyote pamoja. wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Na kwa haki tumeiteremsha na kwa haki imeteremka na tukukutuma ila uwe mbashiri na mwonyaji. wa qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila na Qur'ani tumeigawanya sehemu mbalimbali, ili uwasomee watu kwa kituo, na tumeiteremsha kidogo kidogo. Tuminu ilina utu lilm min ablih ida yutla lihm ykhirun liladhqani sujjada, sema iaminini au msiiamini. Hakika wale waliopewa elimu kabla yake wanaposomewa hii waanguka kifulifuli, wana sujudu

Mwombeni Allah au mwombeni Rahman, mwingi wa rehma kwa jina lolote mnalomwita, kwani yeye ana majina mazuri mazuri. Wala usidhihirishe sala yako kwa sauti kubwa, wala usiifiche kwa sauti ndogo, bali shika njia ya kati na kati, baina ya hizo. wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan

Alhamdulillahilladhi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, Kuhimidiwa ni kwa Allah ambaye amemteremshia am mja wake kitabu wala hakukifanya kina upogo Qayiman liyundhira basan shadidan shadida milladum wayubashira lmuminin allazina yamaluna lsalihat anna lahum ajran hasana, kimenyoka sawa ili kitoe onyo kali kutoka kwake, na akiwabashiria waumini watenda mema kwamba watapata ujira mzuri. Makifina kifina fihi abada, wakae humo milele. Wayunthira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada, na kiwaonye wanaosema Allah ana mtoto. Ma lahum bihi min mn ilmin wala liabaihim Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba, wao hawana ujuzi kwa jambo hili wala baba zao, ni neno kuu hilo litokalo vinywani mwao, hawasemi ila uongo tu. Fllk bakhiu nfsk la atharihm in lam yuminu bihadha lhadithi asafa, huenda wewe ewe Mtume ukajiangamiza nafsi yako kwa ajili yao, kuwasikitikia kwa kuwa hawayaamini maneno haya Quran in inna jaalna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, kwa hakika tumevifanya vilioko juu ya ardhi kuwa ni pambo lake ilituwafanyia mtihani ni nani kati yao wenye vitendo vizuri zaidi. Wa inna lajaaluna ma alayha saidan juruza, na hakika sisi tutavifanya vyote vilivyo juu ya ardhi kuwa kama nchi iliyopigwa na ukame. am hasibta an ashab alkahf warqim kanu min ayatina ajaba, bali unadhani ya kwamba wale watu wapangoni na maandishi walikuwa ni ajabu miongoni mwa ishara zetu idh awa lfityat ila lkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wahailana min amrina rashada vijana hao walipokimbilia kwenye pango walisema, Mola wetu Mlezi, tupe rehma itokayo kwako na tutengenezee uongofu katika jambo letu. fadarabna ala adhanihim fi lkahfi sinin adada, tukayaziba masikio yao kuwalaza humo pangoni kwa muda wa miaka kadhaa wa kadhaa. thumma baathnahum linalama ayu lhizbaini ahsa lima labithuu amada, kisha tukawazindua ili tujue ni lipi katika makundi mawili ilo hisabu sawa muda waliokaa. nahnu naqussu alayka nabahum bilhaqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, sisi tunakusimulia habari zao kwa kweli, hakika wao walikuwa ni vijana waliomwamini Mola wao mlezi na sisi tukawazidisha uongofu warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbu ssamawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata, na tukazitia nguvu nyoyo zao waliposimama na wakasema mola wetu mlezi ni mola wa mbingu na ardhi, hatutamwita mwinginewe kabisa badala yake kuwa ni Mungu, hivyo itakuwa tumesema jambo la kuvuka mpaka. haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha lawla ya'tuna alayhim bisultan Hawa watu wetu wameshika miungu mingine badala yake yeye. Kwa nini basi hawawatolei uthibitisho ulio dhahir? Na nani aliyedhalimu zaidi kuliko anayemzulia uongo Allah? wid tzaltumuhm wma ybudun ila llh fauuu il lkahfi yanshur lkm rbkm mn rahmath wayhayi lkm mn amrikm mirfaqa, Na mkijitenga nao na vile wanavyoviabudu badala ya Allah, basi kimbilieni pangoni akufungulieni Mola wenu mlezi rehema yake na akutengenezeeni yakukufaeni katika mambo yenu.